M mkoa atapokewa kwa mapokezi maalum ya kiitifaki ikiwemo kuvishwa scarf na mengineyo, kisha atakuja ofisini kwa ajili ya kusaini vitabu kuona viongozi, na baada ya hapo atarejea pale chini kwa ajili ya kufanyika hafla fupi ya heshima kwake ikiwemo mambo ya kimila na kitamaduni yatakayoongozwa na wazee kumsimika. Siku hiyo hiyo ya tarehe tano, Jumatatu, atatoka hapo ofisi CCM mkoa na kuelekea Mikese. Mikese atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara ambao mkutano huo mkubwa wa hadhara utafanyika kuanzia saa nane mchana mpaka saa 12 jioni hiyo itakuwa ni siku hiyo ya kwanza ya tarehe tano. Siku ya pili ambayo ni tarehe sita atarejea Morogoro mjini na kufanya mkutano mkubwa wa hadhara ambao utafanyika kata ya Mwembesongo katika shule ya msingi ya Mwembesongo majira ya saa nane mchana mpaka saa kumi na mbili jioni siku hiyo ya tarehe sita Mei. Siku ya tatu ambayo ni tarehe saba Mei ataelekea Mvomero, atapokuwa na mkutano mkubwa wa hadhara utakaoanza saa nane mchana mpaka saa kumi na mbili jioni Siku ya nne yani, tarehe 8 Mei, atapita kuwasalimia wananchi katika eneo la Ruaha majira ya saa 5 asubuhi, kisha saa 8 mchana mpaka 12 jioni atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara Ifakara mji wilaya ya Kilombero, ambapo atafanya mkutano huo wa wazi kwa ajili ya wananchi wote.